Tuelekee kule Sirisia ambapo serikali inapoteza mamilioni ya pesa za ushuru kufuatia ongezeko la biashara ya magendo ya kahawa huku maafisa wa idara ya upelelezi wa jinai DCI katika eneo bunge la Sirisia kaunti ya Bungoma wakilaumiwa kwa kuchangia biashara hiyo haramu. Akizungumza kwenye hafla mbalimbali za mazishi eneo bunge la Sirisia, mbunge wa eneo bunge hilo John Koi Waluke amesema kwamba amewalaumu afisa wa DCI kwa kuangaisha wakulima huku wakihadaiwa kufanya biashara ya magendo kwa kuuza zao lao la kahawa katika taifa jirani la Uganda, hatua ambayo Waluke anasema na inapelekea taifa hili kupoteza ushuru kwa kiwango kikubwa. Serikali ya Kenya inapoteza revenue, pesa mingi sana. Watu wanaiba kahawa na wanauza Uganda na tunaumu mwananchi mkulima wa kahawa, tunataka kulaumu serikali kuanzia kwa TCI. Hii wizi inaendelea, watu ya CIT Sirisia ya wanajua, unakuta hata wakikuta wa mwananchi anapeleka kahawa kwa factory kwa njia, wanamnyang'anya kahawa na wakimnyang'anya kahawa hawapeleki kwa society, hawa ndio wanauza kahawa tena Uganda. So naambia serikali kuanzia kwa rais kwamba kwa revenue, president wetu anagangana kubuild economy ya nchi revenue ichukuliwe, e, sawasawa pati hapa Bungoma, Bungoma West kuna shida kubwa ambaye kahawa tani zaidi ya elfu moja inaishia Uganda. Sasa sisi tutachenga revenue yetu namna gani ya nchi yetu? Nataka watume CID kutoka na Nairobi wakuche hapa and corruption kutoka na Nairobi wakuche hapa, ili wasuhie revenue hii kwenda nchi jirani, because sisi Kenya tunahitaji kana waje maafisa wa polisi aswa CID, wale wanaohusika na hii vitendo, nataka waondolewe hapa mara moja, kwa vile hatuwezi endelea namna hiyo. Hiyo ndio kitu mimi naweza sema kwa siku ya leo. Tunataka kusaidia Rais Ruto bila anangangana kucheka economy ya nchi, hata sisi wananchi tumsaidie, na wananchi wa Kenya hapa kwetu wanamsaidia kupitia ukulima ya kahawa. Hey, ana makosa yoyote mahali, mnamjua anaitwa yeah. Anaitwa